sema yule mtoto bwana anatoa mawaida, wanamfanyia hasadi. Inna lillahi yani ni msiba mkubwa. Wako wapi? Umesilimu juzi tu, ulipotwa na mjadili la haula la kuwata. Ah, mabwege kweli hapo wallahi. Na kweli ni bora mtu mwingine, wewe faida ni kwa mtoto, wewe mwenyewe. Wapo na silimu, wapo wanapata hatu, walielewa kupitia mawaida yake Sheikh Ramadhani. Wewe mtu unakisikia tu, unakaa yule mtoto amekadilishwa, kadilishwa. Wewe kama unaweza wewe una miaka arobaini huko, huyu ni mtoto mdogo. Ani mtoto na ni miaka arobaini ni shehe, lakini sio shehe sana, put namjadili eti maanake ndio anakuwa semeni, inshallah. Mana hii usemwe sana, ndo unakuwa sana. Eh, wallahi nakwambia kweli, huyu mtoto amekuwa balaa, akitupia kiku yake moja tukuangalia, wanaangalia watu wengi, watu wanaumia wengine kupitia mawaidha ya mtoto na dua zake, semeni isha huyu mtoto, utake usitake, Mungu amempa kipaji, yaani kunga kusoma na kipaji vyote Mungu amemjalia huyu. Ni alimu Ramadhani, semeni isha. Shekhe na semeni semeni isha amemkubali. Shekhe Athmani maalimu bwana sembuse, mtihani huo unachoka muda mwingine, wallahi anamkubali kisu huyu mtoto aa, ni waislamu wa kuzaliwa wanamkubali. Wewe umeingia juzi unaanza fitna la haula wala kuwata kunja ngumu, mwislamu tikisa mkono kidogo, koa koa koa, takbir! Shekhe ametoa mada ya kiama tiama, chemeni inshallah, huyu na vitu kusikia kusk Alislamu nadhifu, uislamu ni usafi fatanadhafu jisafisheni, fa innahu atika mambo alivyo la yadkhuru jana ataiga peponi illa nadhifu. Kama kamalisa huyu na vitu semeni, inshallah inshallah. Hadi kwenye mitandao kuna baadhi ya mashehe, washehe wengine, wengine wajinga, wajinga sema yule mtoto bwana hapo mawaida, wanamfanyia hasad. Inna lillahi fa inna ilaihi rajiun, yani ni msiba mkubwa. Umesilimu juzi tu ulipotwa na mjadili la haula wala kuwata. Ah, mabwege kweli hapo. We aidha wewe nasilimu wewe napata hatu, wanaelewa kupitia mawaidha yake Sheikh Ramadhani. E, mtu unakaa yule mtoto ekaiishwakaiishwa wewe kama unaweza wewe una miaka arobaini huko huyu ni mtoto mdogo yaani, mtu na miaka arobaini ni Sheikh lakini sio shehe sana upuke na mjadili eti <gibit> manake ndio anakuwa. Semeni insha Allah, mwana hii usemwe sana ndo unakuwa sana <gibit> <Hey. gibit> Wallahi nakuambia kweli, huyu mtoto amekuwa baraa, akitupia kipu yake moja tukuangalia, wanaangalia watu wengi sawatu, wanaumia wengine kupitia mawaidha huyo mtoto na dua zake. Semeni insha Allah, huyu mtoto utake usitake, Mungu amempa kipaji. Yani kuga kusoma na kipaji vyote Mungu amemjalia, huu ni alimu Sheikh Ramadhan, semeni inshallah, amemkubali Sheikh Athmani maalimu. Bwana wewe Athmani maiko inna lillahi, yani mtihani huo, nachoka mda mwingine, wallahi anamkubali kisku mtoto au ni waislamu wakuzaliwa wanamkubali. Umeingia juzi tu unaanza fitna, la haula wala quwwata, kunja ngumu muislamu tekisa mkono kidogo